Tumsifu Yesu Kristo. Karibu ndugu msikilizaji kwenye kipindi cha Jirani wa Upendo. Kipindi hiki tutakuwa tunashirikishana mambo yahusianayo na ujirani kama Bwana Yesu alivyoeleza kwenye injili ya Luka sura ya kumi aya ishirini na tisa mpaka thelathini na saba kwamba mtu alisafiri akakutana na wanyang'anyi wakamjeruhi karibu ya kufa. Akapita kuhani alipomuona, akapita kando. Akapita na Mlawi, akamuona, akapita kando. Lakini Msamalia, hawa ni watu wenye uhasama na Waisraeli, alipita, akamuona, akamhurumia, akamtunza na kumgharamia. Basi nasi Bwana Yesu anatuagiza tufanye vivyo hivyo. Hivyo tuona kuwa neno jirani kwetu linamaanisha ni mtu yeyote yule mhitaji. Na ninaposema jirani wa upendo, na kusudia kuhamasishana ili kuvitumia vile tulivyo navyo, iwe ni karama, taaluma, maarifa, mafanikio na kadhalika, kwa ajili ya wengine bila kujali nafasi zetu, uhusiano uliopo baina yetu na hao majirani, na wala bila kutegemea faida zetu binafsi.